Majirani tunaendelea tulipoishia. Hii ni JP 2025 na hii ni mitoko part 2. Tunaanza na wahusika wenyewe, main characters, na huu ni mtoko wao wa pili, as you can see ina pinkish details, hapo Priscilla pamoja na Jux. then hii ni look ya pili ya dada ya bwana arusi Fatma. Then we have Nandi, her second look, ikiwa na fascinator ya black pamoja na gauni jeusi lenye decoration za pearls. Then we have Lulu Diva, this is her first outfit and this is her second outfit. Next is Irene, this is her second dress purely black, then gauni la tatu kutoka kwa lavish truly gold. Next is Irene Paul. hili ni gauni lake la kwanza, muonekano full wa gauni hivyo na kwa nyuma linaonekana hivyo, na hili ni gauni lake la pili with the Big tie hapo mbele. Gauni lake kwa mbele liko hivi, kwa nyuma linaonekana namna hii. And next is Sishikiki Sikamatiki akiwa na hiyo fascinator pamoja na gauni lake ambalo kwa juu ni maua. And next tunaye Minali, huu ndo mtoko wake kwenye JP 2025. And next is Malaika naye amevaa mkato kama huo shingoni nakshi kama zote, then Petimani pamoja na mke wake then Lil Omi mkato wake wa suti pamoja na kofia. Then Omi Dimples akiwa kwenye groomsman duty. Hii ndio second outfit ya Omi Dimples, white suit yenye nakshi za gold, kizibao cha gold. Then J Melody huu hundo mtoko wake for JP 2025. Then Country Wizzy, na hapa pia tunamwona Alia akiwa amevaa black dress. and next is Young lunya ndani ya suti hiyo. Then we have Sky, na hapa Sky yupo na Idris na hiyo ndo mitoko yao Majirani, next we have Rayvanny na huu ndo mtoko wake. Then we have Diamond Platnumz akiwa ndani ya white suit, pembeni yake kuna Estukiz tunamuona naye yuko ndani ya black suit na mwavuli and then kuna D Voice naye akiwa amevaa black suit pamoja na fimbo na koti hilo. Whatever is going on kichwani kwa Diamond we can talk about it. Yanazungumzika vizuri tu kwa maana hayuko peke yake, hata Lodice naye amekuja na lesu kwenye kofia Then tuna majirani zetu kutoka Kenya. Huyu ni Claudia, majirani, mwonekano wake. and then tuna Bahati pamoja, pamoja na kipenzi chake. Haya majirani, tukutane kwenye comment section, niambie kwenye hii part 2 umependa mwonekano gani, lakini nani kakuboa? Bye.